Baada ya CHADEMA kuwekwa kando na mchakato wa uchaguzi, ambako CHADEMA hadi sasa taarifa zilizopo ni kwamba haitashiriki uchaguzi ndani ya kipindi cha miaka mitano, sasa watapaswa kusubiri hadi mwaka elfu mbili na thelathini. Sasa chama cha mapinduzi kimeendelea kutumia silaha hiyo e, mbinu hiyo kama silaha kwa wanachama na CHADEMA. Amos Makalla, katibu wa neki itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, amesema kuwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hakitoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu, wanachama wa chama hicho waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura wakaipigie kura CCM muda wa uchaguzi ukishafika alizungumza Amos Makala akisema wanachama hao wana uhuru wa kushiriki uchaguzi kwa sababu ni haki yao, na wanaji walijiandikisha, hivyo waelekeze kura zao CCM kwa kuwa walikuwa tayari kushiriki uchaguzi huo. Makala alieleza hayo ilikuwa ni Aprili kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi katika mkutano wa hadhara, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku kumi katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Makalla alisema kuwa kama ilivyoelezwa kuwa leo ilikuwa mwisho wa vyama vya siasa kusaini makubaliano ya kanuni za uchaguzi na vyama vyote vya siasa vimesaini, hivyo vitashiriki uchaguzi huo. Makalla aliongeza kuwa kwa bahati mbaya imethibitika kuwa Chadema hawakuweza kusaini makubaliano hayo, hivyo ni wazi kuwa hawatashiriki uchaguzi huo. Aliongeza kuwa kwa kuwa wanachama wao walikuwa tayari kushiriki na walijiandikisha, hivyo wapige kura CCM. Nikimnukuu Makalla alisema, imethibitika tutakuwa na vyama vingine, lakini hawa waliokuwepo hapa juzi hawatakuwepo tena, na mimi nitoe rai kwa wanachama wa chama hicho kwa sababu hakitashiriki uchaguzi. Akizungumzia Chadema waliokuwepo hapo, ambako alikuwa anafanya ziara ee, na Chingwea na unafahamu kwamba katika taarifa nilokuwekea kwamba mara nyingi Chadema wamekuwa wanapita katika maeneo ambayo amini CCM wanapita pale ambapo Chadema wamepita, ili kusafisha kwa namna moja ama nyingine yale ambayo alikuwa wanazungumza, wakihofia pengine kutakuwa kuna athari e, ya kukosa ushawishi kwa wanachama wao. Na yeye mwenyewe anasema waliokuwepo hapa hao waliokuwa juzi hapa hawatakuwepo tena, na mimi nitoe rai kwa wanachama wa chama hicho kwa sababu hakitashiriki uchaguzi. Aliongeza kuwa basi wana uhuru wa kupigia kura na kwa sababu walijiandikisha, ni waombe kura zao zote zielekee CCM pale zitakapofika. Kampeni tukiruhusiwa, tutaendelea kuziomba hizo kura, wazielekeze kwenye chama chetu, alihitimisha Amos Makalla. Utaendelea kuona taswira mbalimbali ya kila ambacho chama cha CCM wanakifanya baada ya Chadema kutokushiriki uchaguzi, taarifa hadi za sasa, na kwa hivyo hakuna tena nafasi ya kuweza kurejea kwa Chadema katika mchakato wa uchaguzi bukatiba, e, kwa sababu katiba eh, inaeleza kwamba tume hairuhusiwi kushtakiwa. Kwa maana pengine Chadema wangeweza kwenda kukata rufaa, marekebisho yafanyike, wa na warudi katika mchakato wa uchaguzi, lakini katiba inakataa. Na ndio maana Chadema wamekuwa wanazungumza kwamba tume miongoni mwa mabadiliko ni kama hayo kwamba tume haijalishi, e, tume imefanya nini na nini, hairuhusiwi kushtakiwa. Haya ni mambo ambayo tunaweza tukaendelea kujifunza, na maoni yako ni muhimu sana katika kuendelea ku kupanuka zaidi katika mawanda mapana katika eneo la kisiasa. Maoni yako ni yapi katika hili? Tafadhali tuandikie hapa.